Elimu ni sawa na mnyama anayewindwa, kuandika ndio una qaid, unafunga ndio kifungo, kitaba ndio kifungo cha ilmu. Vitabu elimu lio zimeandikwa, zimekuwa ni mudawana katika vitabu <coughs> lakini inaweza kuwa kuna kitabu, kama leo mimi nasoma kitabu labda

ndio wanawachuoni. Ukiona mtu anakaa sehemu, anawachuoni anaulizwa swali toka kwenye swala mpaka kwenye zaka mpaka kwenye jihadi, mambo ya ya, ya mabughati, mambo ya qadwa, mambo yote ya kwenye swali akajibu hapa, huyo alqaiidi ilmu. So sisi elimu mpaka una muhadhara ndio utafuta vitabu wanawachuoni wa shaq zile elimu walizielewa, wali, wali, mtu kila mlango anausoma, mlango wa swala, mlango wa funga, mlango wa zaka, mlango wa haji, mlango wa nikaha, mlango wa qada, mlango wa hudud, mambo ya sarika, mambo ya zina, hadi zake na kadha, kila kitu mtu anasoma na qaid, ili mtu ambaye huyu ni mwizi, shurti gani zitimie, unasoma una qaid pembeni Ndo elimu, ndo elimu. So mpaka unasubiri una, una mlango ndo wafungua wa kitabu. Kesho una hutuba ndo wafungua wa kitabu. Wakati mwingine wote ostadhi acheza mpira, tuna wabanda ya TV. Kuna maostadhi ana timu yeye timu yake Yanga au Simba, aneebamda ya TV tu ostadhi, ostadhi. Walii lazima tukaidi elimu. Utaona, ukiona watu wanafundishwa kusoma. Hata nyinyi fuatilieni Sheikh Mukbil. Sheikh Mukbil amefanikiwa sana katika kuandaa watu, na hili limeshuhudiliwa na maulama, akiwemo Sheikh Sheikh Rabii hafidhahu Allah Taala. Mpaka akafikia kusema toka zama za Abdul Razzaq as Sanaani sahibu Musannaf, hakuna mtu alofanikiwa kama Sheikh Sheikh shehabseh Toka historia yake wanafunzi anaanza kuwasomesha daftari, aina daftari, k kusikia sauti yake, kila mtu ana daftari, ma hukumu taswiri, haram ma huwa dalil, yasoma dalil, ma hukumu kada, watu wanaandika. Ndi aliwalea wanafunzi tokea mwanzo, maana ukoona hata wale mashaikh talabalilm a zile hifdhi zao sawi qawi Shekhe akafanikiwa kwa muda mfupi kutoa ilmu, watu wakasoma, marakis zikaenea ni kwa muda mfupi tu, si kwamba alichukua miaka hamsini thalathini, lakini walifundishwa watu muqayidi y ilmu. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Leo nasoma kitabu mustalahu lhadithi, nasoma hapa hadithi mutaribu ni ipi? unaandika taarifu yake kama kuna sura zake itarabu katika matn au katika sana na qaid ilmu pembeni, fanya khulasa ya ilmu, unakuwa na kidaftari chako kubichi kidogo, unaweza kutia kidogo. Upo kwenye gari, labda twenda mjini, umekaa kwenye gari, sio sikilize muziki au unashangaa shangaa mzikiashangashanga, kutia kidaftari kidogo. Leo mna vitabu vidogo vidogo vile vile elimu katika vitu vimesaidia kuichukua. Elimu ni kuichukua ilmu kutoka kwa wale wahusika, mmojawapo liusia kidogo katika awastai. Lakini atadarruj katika mambo anasaidia kupata elimu, ni atadarruj, imma katika fani fulani, au atadarruj katika elimu bil jumla. Vitu gani ni vya kuanza kwenye kusoma

mwanamtu kahifadhi kasoma suratu Maryam vizuri, we hujahifadhi, watakuwa kahifadhi suratu Maryam. Kuna mzuka, si tumepita huko. Haya, hivi leo nie, leo mna, sijui nisemeje, lakini Allah amewafikisha sana. Yaani nyie mko hapa ni masalafu, watoto wadogo kama hivi mnasoma mna kwa masalafu ni taufiki kubwa sana, neema, fadhila. Sia tumepitia katika uhisbia, tumesoma kwa watu wa bid'a, hakuna ihtimamu yoyote ya ilmu, tasomea mitihani tu. Sisi ukwa kinyume kabisa, lazima uwe na tadaruji katika ilmu kidogo kidogo. Kimona mtu kazungumza, usitake ki. ah kama mtu sasa, huyo hapa alipofikia mwenzio, kwa nafikiri, kakaruka Qur'ani kaifadhi yote afile, aliruka alianza kul a'udhu, kaimaliza rabbi nnasi yote, akaifadhi kaabr na mtu atamani yani ile Qur'ani yote haifazi ndani ya mwezi. Ateme naye, ateme cheche. Cheche azitema tu. Taratibu. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Ah, Kisaw... Mwisho ndio mtu unaona hafanyi chochote kila siku kasoma hapa kaacha mwisho, miaka kumi hajahifadhi hata juzuu tano. Kwa nini? Sababu warukaruka kila kitu, watamani wa uhifadhi kidogo kidogo.